Katibu mtendaji Kamishini ya Wakfu na Mali ya Amana Sheikh Abdalla Talib amewahimiza Waislamu umuhimu wa kutoa sadaka na zaka ili kujenga jamii imara ya Kiislamu. Tujiunge na mwandishi wetu kwa habari zaidi. Akifungua mkutano mkuu wa Jumuiya ya Kukusanya Zaka na Sadaka Zanzibar JUZASA katika ukumbi wa Shantimba Mombasa, Sheikh Abdalla Talibu amesema zaka ina umuhimu mkubwa katika Uislamu na kuongeza baraka kwa mtoaji. Amewataka viongozi wa juu sasa kuandaa utaratibu imara wa kukusanya zaka na sadaka ili waweze kusaidia wanaohitaji na kuanzisha miradi mikubwa ya maendeleo. Amesema kuna baadhi ya nchi zina Waislamu wachache ikiwemo Denmark, lakini wamepata mafanikio makubwa katika kukusanya zaka na wamefanya mambo makubwa ya kimaendeleo katika nchi zao na kusaidia nchi nyingine. Hapo tutaisimamisha kikweli kweli nguzo ya zaka tutasimamisha kwa kweli kweli sadaka, Mwenyezi Mungu atatubariki na mambo mengi haya ambayo tunayaona ni matatizo yanaweza yakaondoka kwa wepesi kabisa. fungua mkutano huo mwenyekiti wa juu zasa Sheh Saidi Masudi amesema zaka ni njia moja ya kupunguza umaskini, na amewashauri Waislamu kutoa zao kupitia jumuiya hiyo ili kuzigawa kwa wanaohitaji katika misingi ya Kiislamu washiriki wa mkutano huo wamewashauri viongozi wa jumuiya hiyo kutolewa elimu zaidi ili waislamu wengi waweze kuelewa na kuiamini na kutoa michango yao. yaoongozi waju sasa hiyo niendelea zaidi na zaidi, zaidi, katika swala kwanza la kukielimisha jichombo na isichoke kwamba imefanya kazi kwa muda alafu halafu kawaazi yani, iendelee katika ao ya habari na tuna kazi kubwa akukielimisha jichombo na watu kuweza kukiamini na hasa wakiita historia kwamba vyombo vingi huko nyuma vilikuwa vimejaribu ni swala kama hilo, vimefeli. Sasa watu bado wana zile reference kwamba hawa ni wale wale. Sasa lazima tuweze kuondoka kwamba sisi si wale, wale. Kwa hiyo kazi iendelee kufanywa katika vyombo mbalimbali. ni Juma Mbaruk ZBC. Juhudi za pamoja za kujitolea na kujituma ni nyenzo muhimu katika kuleta maendeleo ya jamii au jumuiya yoyote. Tupate habari zaidi. Kamati ya jumuiya ya maendeleo ya Donge, Mheshimiwa Sadifa Juma Hamis, ametoa kauli hiyo katika mkutano wa tathmini ya utekelezaji 2014-2015 wa jumuiya ya maendeleo ya Donge iliyofanyika katika skuli ya Donge. Amesema kukaa pamoja na kuunda umoja kutasaidia jamii katika shughuli za kimaendeleo. Mkishirikiana, Nyie mnazijua hasa kuliko mimi, shirikiana, huyu ametoa hiki, yule ametoa hiki, basi hatimaye mnaunda kitu kimoja na kwenda mbele. Mlezi wa jumuiya hiyo ndugu Muhamed Abdullah amefahamisha umuhimu wa kukusanya vijana katika kuendeleza jumuiya ya maendeleo mapema. Akisoma risala ya jumuiya, Bi Maulid Makame Haji amesema lengo la jumuiya hiyo ni kuwainua wananchi wenye kipato cha chini ili kujiendeleza kimaisha Paso, na wadonge walioko mjini na shamba masomo ya ziada pamoja na kuwatafutia walimu wenye uwezo katika madarasa yaliyoanzishwa mjini na hapa Donge. Mkutano huo umefanya uchaguzi wa viongozi wapya watakaoiongoza jumuiya hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu ambapo ndugu Hamis Mwinyi Mohamed amechaguliwa kuwa mwenyekiti ndani ya jumuiya hiyo. Kutoa shukrani kwa wenzetu ambao katikati kati na miaka ya mwishoni mwa miaka ya themanini walikuja na wazo hili <coughs> la kuunda jumuiya ya maendeleo Donge. Nikiripoti kiripoti mimi mgeniali wa ZBC.